Hello wana wa Afrika, Chionda wa Chionda, Waafrika na fikira huru, fikira huru za Mwafrika, fikira huru za Muafrika. Na hii ndio akaunti yetu ya YouTube, TikTok pamoja na Instagram. Unakwenda kule, kuna hayo wanaita wenyewe, wanasema zamani ilikuwa inaitwa Twitter, sasa hivi wanaita X e uko unatukuta sisi na fikra huru za Mwafrika na unanikuta kwenye akaunti yangu mimi inaitwa Chionda mwana wa Afrika YouTube. akaunti nyingine ni ya TikTok na Instagram nazo zinaitwa Chionda wa Chionda na Facebook inaitwa Abasi Enoch Chionda. Ndugu wana wa Afrika, na hii ni sauti ya fikra huru za Mwafrika. Tunasonga mbele katika mapambano yetu dhidi ya kuwa huru kifikra. Usiwe kama Hafuti Bonyi, rais ya Ivory Coast yakajenga kanisa kubwa kama lile la Vatican, Basilica Vatican yakaita Basilica Abijani watu wake la ya, kanisa ni bilioni kumi. Raia wake wana njaa ya ajabu, waliozunguka kanisa wajui wa nyumba za kulala, shida maji, shida matibabu, shida usafiri, shida barabara, shida mifereji inanuka. Uh, hii ni white poison Anasema, na mkakati na mkakati huu mbovu ulifaulu vyema, hasa barani Afrika. Mara tu igaji huu unapotekelezwa, watu wanahusika huwa chini ya matakwa ya mwabwana wao, na bwana na bwana huyu kabisa, yeyote yule anayeweza kufanya anachotaka pamoja nao. Kwa namna ya kuzungumza, huyu anakuwa mtu wa katikati ya Mungu na watu hao. Bwana wa kikoloni na mishonari wanaweza kisha kuwaiga watu hao kama wanavyotaka na hii kutoka kwa raisi maraisi hadi mtumishi wa nyumbani wao. Kazi yao ni kuiga matendo ya bwana wa kikoloni ma, matendo ya misionari, au viongozi wetu, iga matendo ya Waarabu, matendo ya wazungu. Hii inaitwa white white white poison. Mwarabu, white poison. Poison Mwarabu from Arabia, white poison from Europe. Hawa wote ni ndugu moja, ni ndugu hii moja ndugu wana wa Afrika, naamua kuwasomea white poison hii mpaka namaliza hiki kitabu, nawaekea kwenye mtandao, kwenye platform zetu zote, mtaenda kuzipata. Ndugu wana wa Afrika, naendelea. Mara tu igaji huu unapotekelezwa, inaambiwa wanasema, unakuwa katikati ya Mungu na watu hao Bwana wa kikoloni na misionari wanaweza kisha kuwaiga watu hao kama wanavyotaka, na hii kutoka kwa rais marais hadi mtumishi wao. Mara tu uigaji wa kidini utakapokamilika, shukrani kwa misionari ambayo leo hii ndio misheni yao haswa na si kingine. Neno misionari kwa kweli limechaguliwa vizuri. Mlango uko wazi. Neno misionari ni neno ni neno zuri sana, ni neno la kimkakati, ni neno la kimpango. Misionari maana yake mzee wa mipango. Mpango huo uko kwanzi kwa ajili ya ki, kwa ajili ya kuiga uchumi na kisiasa na au kwa maneno mengine madhubuti zaidi, kwa ajili ya unyonyaji wa kiuchumi na utawala wa kisiasa, kwani unyonyaji wa mali na maliasili ndilo lengo pekee la kweli la hiyo dini. Sio mimi peke yangu bwana U, wako wengi wanajua haya mambo ya kwamba dini ni mfumo wa unyonyaji, dini ni mindset, dini ni uongo, bali kataa shauri yako. Sumu nyeupe, unyambulishaji uliratibiwa kikamilifu ili kufungua mlango wa unyonyaji wa kiuchumi wenye matunda na uwiano wa kirahisi na usioepukika unaepukika tushaanza harakati, harakati tushazianza harakati hizi. Muumba wa mbingu na nchi, the creator of all akitugea, ndani ya miaka kumi Afrika tunaendelea, tunaenda kuokoka Afrika tunaenda kuwa safi, Afrika tutakuwa na fikra huru, utawala wa kisiasa wa wakoloni. Watu wote ambao wamepitia utafutaji kama huo ni kama watu wasio na utambulishi wa mabubu mabubu, kama mti usio na mizizi. Na hii ni zaidi ya sana katika kesi ya watu ambapo hali ya kiroho daima ilichukua jukumu muhimu ndani ya koni wheel, inaitwa koni wheel ya shirika lake la kijamii. Tunaweza kusema kwa urahisi kwamba waafrika wanaosalia leo kuwa watu wa koloni zaidi duniani, kwamba wao ni akiba ya mtu yanaotaaliwa katika ngazi zote, yaani sisi ni spare tairi ya mzungu wale waliokuwa na sumu kichwani. Mzungu akiondoka, tairi yake anaifunga, anaendelea kuwasakata watu weusi wa yani. Hawa wale wa watu wa dini ni wakoloni wa mzungu, waliobakisha spare tairi. Mkoloni akiwa hayupo, mkoloni kasema, bara la Afrika ameligea uhuru, nyinyi mnaendelea, mko huru, mnajifikiria. Lakini si kweli, ameacha mawakala wake: ni watu wa dini, watu wa siasa na watu, ya, watu wa mifumo ya kiuchumi. Ni dhahiri kabisa kwamba sababu ka, kama Waafrika walio wengi bado leo hii ni waaminifu kwa, kwa dini za wakoloni wao. Inauma sana, watu wa Afrika walio wengi bado leo hii ni waaminifu kwa dini ya wakoloni wao. Jifikirie mtazamaji, jifikirie. Hii ni su, uh, white poison. Mimi sasa nataka kutoa white poison upate black antidote. Sasa tunakutibu na hii sumu. Hii ndio tiba ya sumu uliyokula Mwafrika, sumu uliyokula tiba yake ndio hii. Sikiliza vizuri, utumie kwa dozi hii. hii antidoti ninayokupa kuondoa sumu nyeupe, ni antidoti ya kuondoa sumu nyeupe. Hii ni antidoti ya kuondoa sumu nyeupe, the white poison ni katika medulla oblongata yako, ngazi za fikra zimepangwa na mzungu, zimepangwa kama diski, redio za zamani zilizokuwa wanasema wanaweka CD saba, lakini we CD zote saba ulizowekewa ni kumbukumbu kumbu ya ukoloni, dini na utumwa wa kibiashara na utumwa wa kiutu. Hutaki kuchangamka, hutaki kujifunua Chionda, nikikwambia unapanga matusi huku kujiita wewe mtu wa Mungu, matusi mfululizo. Hey, kimsingi Ukristo, kimsingi Ukristo. Kwa hiyo mtu hapasi kushangaa kwa, kwa nini kwamba nchi za magharibi bado zinaweza kutawala na kunyonya Afrika kwa njia ya kile wanachokiita leo ukoroni. Mambo leo vielelezo bora zaidi vya jukumu viliyofanya na uigaji wa kidini ili kufanikiwa kwa wakoloni na kuwanyonya wa kiuchumi ni hotuba ya wizara ya makoloni ya uberi, ugeru, ya Ubelgiji zaidi ya hotuba zote zilizotolewa na mfalme Leopold wa tatu wa wa Ubelgiji mnamo mwaka elfu moja mia nane themanini na tatu kabla ya wamishonari kuondoka kwenda Afrika. Hotuba hizo zinatuwezesha kufahamu utume halisi wa ukoloni na wa kanisa Katoliki barani Afrika, hasa hotuba hii iliyotolewa na Leopold wa pili kwa makubaliano kamili na kanisa mikono miwili pamoja kwenye tumbo, tumbo moja kwa tumbo moja kubwa inastahili kujulikana kwa sababu mpaka leo bado ni ya sasa, ya sasa. Hakuna kilichobadilika kwa kweli. Hii hotuba ya ukandamizaji, hotuba ya Leopold wa pili mfalme wa Ubelgiji mwaka elfu moja mia nane themanini na tatu, hotuba yake inasema hivi: ndugu mwana wa Afrika, naomba unisikilize. Na hii ndio barua iliyoenda Kongo. Anasema, baba wachungaji na wezangu wapendwa, maneno ya Leopadi wa pili, na nukuu, kalisemea mpendo wangu Benjamin William Mkapa, ni na nukuu: mababa wachungaji na wezangu wapendwa, kazi tuliyokabidhiwa ni nyeti sana, kutimiza inahitaji busara padili. Bila shaka, mtaenda kuinjilisha, lakini uinjilishaji wenu lazima uhamasishwe zaidi ya yote na masilahi ya Uberigiji. Lengo kuu la misheni hiyo huko Kongo sio kuwafundisha weusi kumjua Mungu kwa sababu wanamjua tayari. Wanazungumza juu ya kujisalimisha kwa mundi Mungu Diakomba. Haya ndio majina ya wa Waafrika na Mungu wao.